Kwenye ukurasa wa Mr. T Touches, moja kati ya maproducer ambao wanafanya poa zaidi e, kutokea hapa Bongo, alikuwa amepost e, katika insta story yake na kuandika kwamba moja ya kitu ambacho kinafanyika sana kwenye sanaa yetu ni watu kuonyesha picha kubwa ingali ndani vipato vyao ni vidogo madogo. Wengi wanakubali kuingia kwenye mifumo ya maisha ambayo siyo ya kwao wenyewe, wanasema wanajibrand. Akaweka emoji za kucheka. Mimi navyojua brand ni pesa tu, ukiwa na pesa brand inakuja yenyewe tu ingia. Eh, kukuiga mifumo ya mtu ambaye anafanikiwa na hujui amefanikiwa vipi, huo ni wikichaa. Hawa watu wanaficha vitu vingi sana, kama haujui, ndo maana wanajaza mna vimba, halafu mwisho mwisho wa siku eh, wanawa, wanawaacha vituko. Akaweka tena emoji zingine za kucheka <laughs> kubali kwanza kuishi maisha yako ya, ya stress E, ni ugonjwa wa kizungu kinachowasumbua wengi. Ni kiherehere e, na, ki, na kutaka e, kupitwa. Lakini kwenye post nyingine akaendelea kwa kusema kwamba e, kama unataka kujibrand hakikisha balansi yako ya benki imetuna. I don't believe fake it until you make it. Sitaki huo e, ukichaa. Mimi unaweza ukafeki na mwisho wa siku visije kama unavyodhani wewe. Ishi maisha yako, usiishi jina litakuchanganya. Haya ni makompyuta tu yanatutengeneza, ukitaka kuishi kompyuta utaishi kuchanganyikiwa tu nenye Mr T touches kwenye, na kwenye masuala mazima ya usta kwamba kwenye usta bwana kuna vitu vingi. Moja kati ya vitu pia kwenye usta vipo ni kama msanii, lakini pia ili uishi maisha ya kista lazima ujionyeshe una pesa, una kitu fulani. ili kila yako watu kuliwa wewe na maisha yako, lakini pia usiweze kupretend kama pesa hauna basi ni hauna tu. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau pale YouTube ukisubscribe okay, chaneli yetu, na hii ni sawasawa digital chao.